Hello, everyone. Uh, leo tutaanza kusoma hiki kitabu. Nafikiria last time tuliongelea mambo ya kitabu, kwamba tutakuwa tunajifunza yale mambo ambayo ni ya msingi, tumalize chapter zote, tutajifunza kuangalia namna gani kwa sisi ambao ni wasema Kiswahili tunaweza tukaepukana na vurugu na matatizo ya kushea barabara na watu wengine, kwa sababu kati ya vitu ambavyo vinakatisha maisha ya watu ni ajali za magari. Yani, ajali za magari zinaleta mambo mengi, zinawacha watu vilema, zinawacha familia zinakuwa yatima. Kwa hiyo ukifahamu masuala ambayo ni ya msingi, itasababisha wewe uwe salama zaidi, na wale madereva wengine ambao mnachangia nao barabara, itakuwa inasaidia kwa kila mtu kuelewa kwamba sheria ni hizi Kanuni ni hizi tuzifuate ili kila mtu afike kule endako salama. Kwa hiyo uh, chapter ya kwanza inasema Illinois drivers license uh, ni namna gani unaweza pata hiyo kitambulisho cha kuendesha gari kwenye hii kipengele cha kwanza lisensi hapa Marekani ziko nyingi nyingi, kwa class A, ile klasi ya A ama class A iyo class A, kuko class B, kwa class C na kwa class D, lakini gari ya kawaida kabisa ama dereva ya kawaida akishamaliza huo mtihani akapita, akaenda akapewa hiyo kitambulisho ile cha mwanzo kabisa ya kujifundisha, kwa sababu kwenye huu mchakato wa kupata license hapa Marekani, mtu unapitia michakato miwili. Mchakato wa kwanza ni unaenda unafanya hiyo mtihani kwenye kompyuta. Ukipita mtihani, utapewa hiyo um, kitambulisho cha kwanza ambacho kitakuruhusu sasa wewe uanze kujifunza kuendesha gari, yaani ile mambo ambayo ulijifunza E, upate sasa muda wa kuufanzia sasa kwa vitendo. Kwa hiyo, inabidi uwe na mtu ambaye tayari yeye iko na kitambulisho cha kuendesha gari, ambaye atakuwa mwalimu wako, ambaye atakupatishia maelekezo, atakupatishia ama, atakuelekeza ama atakuambia namna ka inabidi ujifunze. Kwa hiyo ukishafanya uh, hiyo majifunzo inaweza kuwa ni inategemea. Kwa sababu ukipewa hicho kitambulisho cha kwanza kiko na ndio kiwe mwaka mmoja, ndio kiwe kimekuwa kime expired ama kimekufa. Kwa hiyo within one year, kwa hiyo mwaka mmoja, kama utakuwa umeelewa gari muda wa miezi miwili, unaenda unafanya sasa hiyo mtihani wa pili, sasa upewe sasa kabisa kitambulisho ili uanze kuendesha gari peke yako, na hiyo inawaka na, na masaa ambayo inalombea ufanye unaona. Kwa hiyo ukishajikuta kwamba nimekuwa na uelewa mpana wa kuendesha gari, na huyo mkufunzi wako akaelewa, kabisa huyu jamaa amekuwa na uweredi wa kuendesha gari na uwezo wa kuendesha gari hizo makona, mm, namna gani ya kupaki gari, namna gani, kwa sababu kwa mambo mengi inabidi ujue, kwa change kubadilisha hizo lanes eh, kubadilisha, sababu kuna zile barabara ambazo ni tatu huku tatu huku, ama zile barabara kuu zaidi za, za state, inabidi ukute kuendesha gari usiku, hivyo vyote. Kwa hiyo mkufunzi wako ambaye atakuwa anakufunza atakupitisha kwenye hivyo vitu vyote na wewe mkufunzwa ukiridhika kwamba huyu mtu anakwata, leo ndio ufanye sasa mtihani wa pili. Atakupeleka hapo, utaenda kufanya mtihani wako na ofisa wa polisi wa traffic, wa hapo DMV ya kwenu, atakuwa kwenye gari, atakupuliza maswali hapo, itabidi e, mwene sasa mkafanya hiyo test, na ukipita ukafanya kwa bila makosa, akajiridhisha. Then atawandikia max hapo na unapewa license. Kwa hiyo iko na stage mbili, yaani iko na hatua mbili. Hatua ya mwanzo ni huo mtihani ambao ni wakonda kufanya kwenye kompyuta, na huo ndio mtihani wa msingi zaidi kuliko atao wa kuendesha gari, kwa sababu huo ndio nakupatishia msingi au uwezo wa kujua kwamba kitu ambacho uko nakiendesha kiko, kina, kina, kiko kinafanyaje kazi? Unaona, kwa hiyo kipindi unaposoma kitabu inabidi ukielewe ile masheria ambazo ni zamsi, kwa sababu uweze elewa kila kitu. Mimi mwenyewe sielewi kila kitu, lakini the way gisi unapojifunza na kuelewa kwamba au umefanya makosa ama nini ndio unakuwa, kwa sababu kujifunza iko progressive na kujifunza ni endelevu hata kama umesoma kitabu umemaliza, umesoma tena umemaliza, kuna yale ambayo inaweza kuwa imekupita umeshinda kuelewa vizuri. Kwa hiyo inakuwa vizuri ukipata muda, unafanya review, ama kuna makosa ambayo imetokea, ukajifunza tena zaidi. that's why ni muhimu. Kwa hiyo wewe, dereva kabisa, ambaye unatafuta uanze kuendesha gari kwanza kwanza uta utajikita kwenye ile license ambayo ni ya class D license, nayo iko na, na uzito wa gari ni gari za kawaida. Unaona, kwa hiyo ndio, ndo hivyo. Kwa hiyo license kabisa ya mwanzo kuendesha gari hapa Marekani ni hiyo class D license ambayo utapewa hapo, ili ukitaka sasa ku upgrade ama ukitaka kuongeza, uwe na maybe CDL uwe na hiyo license ya biashara hapo, utaongeza. Ukishakuwa na nawo ujuzi wa kwanza hapo, tumeelewana. Kisha kipengele cha pili ni age restrictions. Kwa hiyo kuna madereva ambao wanakuwa wanawekewa sheria maalumu kwa sababu ya umri wao, na hiyo inaanza kwa umri wa miaka 16 hadi 21 ama miaka kum, eh, kumi na sita hadi miaka ishirini na moja ama 21 ya yeah. Kwa hiyo na hapo kutoka miaka kumi sasa, hawa wa age ndogo hapa Marekani wengi woga wanafanya programu zao kwenye shule zao high schools. Hapa Marekani ziko na hizo programu za ku za kusaidia wanafunzi wawe madereva. Kuna wengine ambao wanaanza na age 16, na wengine wanaanza na huo umri wa miaka 15 au 16, paka kuelekea hapo 18. Hapo 16 18 peko mambo yake binafsi, kisha 18 kwenda miaka 21 ndipo peko. Ukitoka 21 kwenda huko mbele au unakuwa sasa huko kwenye kategori nyingine kabisa kwa hiyo ambao tuko na program hii sio kwamba ni hao wanafunzi, ni program ya watu wazima si ambao tumetoka Afrika hapo, tumeshavuka hiyo age, tushavuka huo umri wa miaka kumi na nane, ama tuwezi rudi tena high school ya hapa Marekani. Unaona, kwa sababu sisi tumepigia ma high school yetu kwa Afrika, tumepigia hizo primary schools ama shule za msingi hapo Afrika. kwa hiyo ya, kuna maswali, kwenye maswali kule watakuuliza hata maswali ya mtu mwenye kuwa na huo umri wa miaka 16 17, lakini ndio hivyo. Kipengele cha tatu kinasema exemptions, yani kuna watu wale ambao sheria zingine zingine wanakuwa wanapata huo unafuamaweni ama kwa mfano, saa vile mtu unakwaga aioa ama unakwaga Arkansas au ulikuwa Texas unaamia Illinois, ama ulikuwa Illinois unaenda kukaa Idaho, au kama ulikuwa Oregon unahamia uh, New York, ukikuwa na license ya hiyo state ambayo umetoka ukaenda state nyingine, hapo utaendesha gari kwenye hiyo state na hiyo license yako ya state nyingine. Hapo utaamua mawili, either ubadilishe au ikiwa expired siku inakuwa expired, unaenda unachukua license nyingine. Kwa hiyo wewe uko na uwezo wa kutembeza gari mpaka miezi tatu, ama siku license yako itakuwa expired. Au wewe kwa mfano, uko kwenye shirika la jeshi la Marekani, ulienda nchi za inje ukarudia unaweza pewa hiyo miezi nne, 120 days ya kuendesha gari hapa Marekani, na hiyo license yako ya zamani ambayo ulitokaga nao ukaenda nayo au kama ni wanafamilia wa wanajeshi, unaona kwa hiyo pekwa hapo, kama umetoka umeenda umeenda kwenye umehamia stati nyingine, unaweza endesha gari kwa siku a tisini au ulikuya kutembelea steti nyingine, utaendesha gari, unaona. Au kama wewe ni mwanajeshi ama uko familia ya kijeshi au we umeajiriwa na e, wizara ya ulinzi ya hapa Marekani na uko unaendesha gari ya ya serikali ya Marekani, au unahitaji kuwa na license ili kuendesha gari kama uko kwenye kama kunafanya kazi kwa hizo hizo zote hizo ni unafuu ama exemption ama tofauti ya watu wengine, ndo hivyo. Kisha kipengele cha kufuata kinasema changing name address ya yeah. Kama unatafuta kubadilisha jina, hizo ni mahuduma sa DMV wanazitoa, kubadilisha jina ama kubadilisha license ama kubadilisha ID yako, wao vile vyote wanahudumia. Ni vitambulisho gani? Kipengele cha kufuata hapo shikini nasema ni vitambulisho gani ambavyo vinalombewa ama wanahitaji vitambulisho gani. Unaona, inabidi kama huko mgeni, unaweza kuwa uko na passport yako, au kama uko na green card ama uko na any traveling documents hizo makaratasi ya we kusafiria, ndo tawapelekea ili waweze kufanya huo mchakato wa kupata ID ama kupata leseni ya kuendesha gari, unaona. Kama uko mwenyeji aa, uta, utapeleka makaratasi aa, karatasi yako cheti chako cha kuzaliwa, unaona utawapelekea hapo, hizo security number unawapelekea. Na sasa hivi wako na program ya real ID. Hiyo real ID itakulomba uwapelekee wapelekee uh, wapeleke kitamblisha kujua kama uko mkaaji ama uko raia wa hapa Marekani. Watakulomba cheti yako ya kuzaliwa watalomba wataomba wata pia na social security ya kwako wataomba na anwani yako, hiyo home address, yaani sehemu ambako unaishi. Unaona, kwa hiyo ili uweze kupata license hapa ama upate cheti cha kuendesha gari, kuna makaratasi ambayo inabidi uwe nayo, ili uweze kuendesha gari, inabidi uwe na makaratasi. Kipengele cha kinasema first time standard issued, cha kufuata id Illinois driver's license/ID, njeve imeongelea hapa, au kama eh, ID yako ilipotea, ama leseni yako ya kuendesha gari ilipotea ama imeharibika, duplicate drivers or corrected license or ID, iyo huduma zote i shirika la la DMV hapa la Marekani litafanya hiyo mambo. Kisha kipengele ambacho kinachofuata, uh, ni driver's license slash, uh ID card renewal. So hiki ni kipengele kwa mfano kama uh, license yako imekuwa expired inabidi uchukue license nyingine ya mu, license nyingine wao wanatoa hizo huduma, unaona kwa hiyo, inabidi uende uchukue kibali chako kabla, uh, akija. Kwa hiyo uchukue license nyingine kabla hiyo license nyingine haijakuwa expired no au siku ina expire, unachukua nyingine ya yeah, ndo hivyo. Kwa hiyo uh, yeah, kipengele kingine cha chini hapa kinasema standard renew. Kwa hiyo kuna charge watakocharge inategemeana na, na state ambapo upo. Kuna state ambazo zina charge tofauti tofauti ya yeah. Kisha wanasema nini tena hapa chini? kipengele cha kufuata kinasema penalties for drivers license slash kama unataka kufanya fraud, unatafuta mm, kufanya forgery, yani unatafuta kufanya wizi, unapeleka ripoti za ovyo, ama ripoti ambazo ni zina udanganyifu, ukigunduliwa, hiyo unaweza fungwa, ukapelekwa kwenye jela za hapa Marekani, na maisha yako inaweza haribika. Kisha hapo uko na uwezo pia wa kupata e, record yako namna gani uko naendesha gari. Kwa mfano kama uko na license tayari unataka ujue kwamba ripoti yangu ya uendeshaji wa gari iko vipi, unazaenda hapo kwenye shirika la kuhudumia watu maleseni ukaomba wakupatishie ripoti ya driving, driving record history yako. Kwa hiyo ni ya muhimu. Kisha tena, wako na maprogramu zingine ambazo hazihusani na mambo ya driving, lakini ziko zinaingiliana na hizo maprogramu kuko. Ukienda hapo watakuliza mambo, kwa mfano ya Illinois organ tissue and donor registry veteran designation. Kuko mambo ya viungo manasa ukifariki unataka viungo vyako visaidie watu wengine. Hiyo itategemeana sana wewe mwenyewe, kama utaamua kwamba nataka viungo vyangu mimi nikifariki visaidie watu wengine, unaandikisha hapo. Kama wewe ni mtu ambaye ulikuwa kwenye jeshi umestaafu, watakuuliza maswali, au kama unatafuta ujiandikishe, kama uko raia, unataka uwe na kadi ya kupiga kura utapewa hapa, au kama unatakiwa kadi yako iwe na kanyota hapo utapewa hapo, au kama wewe uko kwenye shirika uh, la kijeshi la Marekani watajua. Kisha inabidi pia wa, waweze kupata emergency contact database, kisha kipengele cha hapa chini ni Uh, tozo ya we kupata license umri wa ile tu instruction permit yani ile ile karatasi ya kwanza kabisa ya kujifunzia gari kwa hapa Ilinao ni 20 dollars ni dola 20, you have to pay 20 dollars yani wewe inabidi ulipe hizo dola 20 ili uweze kufanya huo mtihani wa kwenye kompyuta then kipindi sasa utakuja ufanya sasa hiyo teste ya kuendesha gari kuanzia umri wa miaka kumi na nane mpaka ishirini dola tano ishirini na moja mpaka 68 ishirini na moja mpaka uh, sitini na nane unalipa dola 30 then uh, sitini na tisa mpaka themanini unalipa dola tano. Then themanini na moja mpaka themanini na sita unalipa dola mbili, na kama themanini na saba kwenda juu ni bure, uwezi lipa chochote. Kama sasa unakuya kuchukua uh, kufanya mtihani ambayo ausiani na ili class D license utalipishwa nayo dola tano. Kama unatafuta upate karatasi ya kuendesha gari la wanafunzi utalipa dola nne, au unaweza pewa nyongezo ya tozo hapo juu. Na kama unatafuta uchukue tu id kad yako ya kawaida ambayo haihusiani na leseni ya kuendesha, kwa sababu leseni ya kuendesha gari na id vinawaka viko tu ni vitu vimoja. Kwa hiyo ukishakuwa na leseni kuendesha gari au hitaji sana uwe na ID yako, lakini sasa hivi kwa sababu kuna real ID na license, utakuwa na real ID, kwa sababu real ID itakuruhusu wewe kupanda ndege hapa locally, yani kupanda ndege hapa kwenda situ nyingine, unahitaji kuwa na real ID au kama real ID unapasha uwe na passport card ama passport ndio uweze kusafiri ama kama unatafuta kwenda kwenye ofisi zote za serikali ambayo ni ya federal inabidi uwe na hiyo either passport au uwe na real ID, yani ID ambayo wameleta wame hapo nyingine tofauti na hizi ID za kawaida ambazo tulizifasiria kwa mwanzo, nazo ziko na mafizi yake hapo kuchukua ID kwa umri wa miaka 18 dola 5 kumi na nne mpaka ni dola ishirini sitini na tano kwenda juu na watu wenye ulemavu ni bure. Aa, au kama ilipotea ukitafuta kuja kuichukua tena dola tano kwa mwenye kuwa na umri wa miaka 81 ama 86 ni dola mbili kwa themanini na saba kwenda juu ni bure awezi lipeki chochote au kama unataka una, una, una pendelea uchukue license ambayo ni ya muda mfupi ya siku 90 utalipa dola tano ya yeah. Utalipa dola tano ndio hivyo. Kwa hiyo kipengele cha kufuata hapo juu kinasema active member of the armed forces and spouses kwa wale ambao ni uko kwenye jeshi la Marekani wao ni bure. Kwa hiyo wee ukiwa uko jeshi ama mke wako ama na watoto wakienda hapo DMV ni bure, awalipi kitu chochote. Kwa hiyo kwa wale ambao wako jeshini wako na uwezo wa kufanya mambo yao binafsi. Hiyo ndio chapter ya kwanza tumemaliza. Sasa sisi tunachukua tu yale mambo ambayo ni ya msingi. Chapter ile hii chapter ya kwanza haina ngumu sana. Unaona? Ni hiyo tu anakutayarisha kwamba ni kitu gani natakiwa uwe nacho, ni makaratasi gani ambayo natakiwa uwe nayo, ni mambo gani ambayo unaweza kukutana nayo, ni, ni umri gani ambao ambayo unaombewa uwe nao ili uweze kufanya hmm. Aa, Iwili, ili ili uweze kupata hiyo leseni ya kuendesha gari, yaani wanafanya tu hiyo utangulizi, ndio hii chapter 1 kwa leo. Tutakatia hapo kwenye hii chapter 1. Kama kuna yale ambayo nimesahau, utaniandikia comment hapo, au unazoniandikia swali lakini tumemaliza chapter 1 hiyo tumemaliza. Yaani, humo kuna hizo pesa ambazo inabidi ulipe. Ukifanya hiyo mtihani wa kwanza utalipa pesa, mtihani wa pili utalipa pesa, license ikipotea au kuchukua license nyingine. Kuna kafia ambao atakuwekea hapo ni makaratasi gani ambayo unaomba wewe una ile uweze kufanya hizo process. Kama uko mgeni, hakikisha makaratasi yako ya kuwa mgeni hapa Marekani unakuwa nazo. Kama tayari wewe ni mwenyeji ama uko na hiyo green card hiyo makaratasi siku yao kwenda kufanya hizo huo mtihani, inabidi uwe navyo na, kwa sababu watu wengi hapa Marekani washawai kufanya huo mchakato wa wakuwa na IDs wakuwa na vitambulisho vya taifa hapa Marekani. Kwa sababu hapa Marekani ukifika tu unakaa hapo, inabidi upewe ID. Inaweza kuwa ni ID ya kawaida ama ID kama ni mwanafunzi au kama ni mtu umekuja kutembea hapo. Kwa hiyo inabidi hizo process ama u mchakato umeshauelewa. Ndio kitu cha msingi. Kwa hiyo jiandae, ili upambane sasa na mtia, kwa sababu chapter 3 inasema driver's license exam. Yani hapo sasa ndio tutaingia sasa kwenye material, yaani tutajifunza yale ambayo ni basic Aya mengine mengine, tutakuwa tunaipitia taratibu kwa taratibu. Sababu tunataka tufanye eh, kila episode one chapter, kila episode one chapter, yani kila ka session one chapter, na iko na chapter chapte ngapi ambazo iko nazo iko na chapte oachaptes

kuelewa zaidi sheria hizi za Marekani unakaribishwa, ha? Unaandikia hapo, andaa kipindi, kama utaanza weki aftatu, unakuja hapo na unatufundisha na sisi, kama kutakuwa maswali, tutakuwa tunaulizana hapo, ili tuweze kuepuka mambo mengi ambayo yanatokea barabarani, wasabu unazasimikwa eh, na polisi au polisi wa Marekani wanaza kutafutia mkalimani ama interpreter, lakini we ujui kuongea kisheria zaidi ama ni makosa gani ambayo yamefanyika ama ni kipi ambayo, kwa sababu ukishakuwa na uelewa utaweza, hata kama mkalimani akikuja kukuuliza maswali, kwa sababu hapo Marekani, jeshi wake zinaprovide hiyo kwamba aongee Kiswahili, ya kumbe tutakutafutia mkalimani. Kwa hiyo ukikuwa na uwezo wa kujua sheria kwa lugha yako wa ku uweza kuhimili hiyo changamoto ambayo utakutana nayo barabarani na kama uko hapa Marekani ujikaze sana. Uh, kujifunza na kuelewa mambo ambayo ni ya msingi na alama za barabarani, kwa sababu alama nyingi hapa Marekani ni kuna zile ambazo zimeandikwa maandiko na kuna zile ambazo zina alama tu, zile za alama ziko kwenye kichwa zile za maandiko uweze kuzikariri unaona. Na, na, na kwenye situation yaani kwenye hatua ambao tuko nao sasa hivi iko ngumu kidogo, kwa hiyo inabidi uwe makini zaidi. Hii ni kwa wote, kwa wale ambao weko tayari na vitambulisho vya kuendesha magari, unazapitia hii ukaelewa zaidi, na kwa wale ambao unatakiwa mwingie mwanze na kwa sisi ambao tunajifunza tena iko vizuri. Kwa hiyo kama unataka na wewe utufundishe sisi.